Tuelekee kaunti namba 17 sasa, ambapo shule mbili za kitaifa zilizoko kaunti ya Makueni, ile ya wasichana ya Mbooni Girls na shule ya wavulana ya Makueni Boys, zimepiku shule nyingine kwenye kaunti hiyo, huku shule za wasichana zikionekana kufanya vyema zaidi ikilinganishwa na zile za wavulana katika mtihani wa KCSE, kama anavyotuarifu Michael Mutinda. Shule ya wasichana ya Mbooni na ile ya wavulana ya Makueni ambazo ndizo shule za kitaifa hapa Makueni zilifanya vyema kwenye mtihani wa KCSE wa 2024 kwa kupata alama ya wastani ya 9.4 na 8.8 mtawalia. Shule ya wavulana ya Kitondo ilipata alama ya wastani ya 8.1, huku shule ya wasichana ya Mwani ikifanya vyema kwa kuongeza alama ya wastani kutoka 6.7 hadi 7.9. Mwalimu mkuu wa shule ya Mbooni anasema kuwa analenga kuimarisha alama hizo miaka ijayo. Shule ya wasichana ya Makueni pia iling'ara kwenye mtihani huo huku ikiandikisha alama ya wastani ya 7.5. Huko Kibwezi ilikuwa shangwe na nderemo kwa shule ya upili ya St Joseph Kibwezi ambayo ilipata alama ya wastani ya 7.52. So far so good. <laughs> Ni shule ya wasichana ya Mwaani, mojawapo ya shule ambazo zimefanya vyema katika eneo hili la Makueni, huku idadi ya wasichana waliofanya vyema mwaka huu ikiwa ya juu ikilinganishwa na ile ya wavulana. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.